Siku ya wanawake duniani, ndio. Najua, najua. Nimeona umempost umemposti bibi status na umeandika maneno mazuri sana ambayo yanaashiria ya upendo na kuonyesha kuwa hakuna kama yeye hapa duniani. Ni kweli hakuna kama yeye katika maisha yangu, hakuna, hakuna. Unadhani na mimi napaswa ni mposti nani leo? Wengi hupenda kuposti wazazi wao. Well, japokuwa leo ni siku ya wanawake wote wanaoleta matokeo chanya katika jamii. Hmm. Hmm. Yakwape mama mamaangu na mimi ni mposti, kama ambavyo umemposti wewe ya mama yako. Maswali hayo ulikuwa unaniuliza siku kadha wa kadha na nilikuwa na kujibu kwamba mama yako alipo mimi sijui. Uh, lakini utaonana na ya mama yako. Uh, na mimi sipendi kukuona unakuwa na majonzi na ya mama yako. Hayo ndiyo yamekuwa maneno yako kila siku umekuwa ukinipa matumaini ya kwamba ipo siku nitamwona mama yangu. Hivyo unajua ni maumivu kiasi gani napitia hmm? kama mama wangu alishafariki, niambie tu nijui, hata kaburi lake tu nilione inatosha, dad. Sio ni thamani ya kuishi hapa duniani ikiwa sina amani Sioni maana ya kuishi ya maisha ya kifahari wakati moyo wangu hauna wa amani. Nambo, niambie basi mama wangu alipo. Wa hata kama alisha kufa, nioni basi hata picha yake. Faisal, najua maumivu nayapitia, mimi nayajua, ila nakuahidi iko siku takutana na mama yako. Naomba usile na majonzi, naomba usilie. Pole sana mwana.

Kupata nini hapa? Na kuuliza umefuata nini hapa? Samahani, Sonia. Naomba nikaribishe tuzungumze. Wewe kwenye hii nyumba. Hivi ukijiangalia kwanza juu mpaka chini na hazi ya kuongea na mimi kwenye hii nyumba. Naomba ongea, kaka, kilichokuleta hapa uondoke. Okay. Kwanza niombe radhi kwa kuja bila taarifa. Halafu ju wangu sionia mbaya kabisa Sonia. Nilitaka tu kukuambia mateso anayopitia na mtoto ni makali sana sana Sonia, na inapofika hatua anahitaji joto la mama, anakuwa kama kifaranga alionyeshiwa mvua katika kundi la kunguru, anaweza kupoteza maisha muda wote. Sonia, naomba arudishe mwe wako nyuma numa yangu tumlee mtoto nimemlea miezi tisa tumboni. Sasa ni wakati wako kusimama kama baba, na kama ukiona nakushinda, basi mpeleke kwenye vituo vya watoto yatima, watakusaidia kulea. Nadhani umeneelewa Sona. Kenu mtoto amekosea nini? Mimi sawa sina kipato, hadi mtoto wako pia Maomba Soni, kaa naye angalau mwaka mmoja. Mimi nimpake atakuja kumchukua Soni na kuomba, mpenzi wangu haitaji wa kukaa na mtoto kwa sasa, na siwezi kumkwaza kwa kitu chochote kile, na hata akitokea nahitaji mtoto kwa sasa, basi nitamfurahisha kwa kumzalia vikunda. Kaka, akomba kakaakomba, ndugu yangu nisaidie kuongea na Sonia alisaidia kumlea mtoto. Mimi nijipange tu kuja, naomba kumfuata kaka yangu. Okay, okay. Nitazungumza naye alafu nitakwambia. Asante. Jelini. Eh eh, wewe. Ushaambia utajulishwa. Sasa usicholea hapo kitu gani?

Wazazi wangu kwanza, nashukuru sana kwa kuweza kukubali kikao kifupi ambacho mimi nimekitisha, lakini pia niwaombe radhi kama haya nitayenda kuyazungumza ataenda kwa kwanza, mnisamehe sana. Wewe ongea tu babangu, wala usijali. Hivi karibuni mke wangu aliumwa, nikampeleka hospitali na daktari akashauri tucheki vipimo vyote. Kwa bahati mbaya akagundulika na maambukizi. Eh? Hmm? Ha? <coughs> Hata mi nilishtuka kama nyewe mlivyoshtuka, ndipo daktari akashauri mimi na mtoto pia tufanye vipimo, lakini tulipocheki mimi na mtoto tukajulikana tuna maambukizi aina yoyote yale. We Sabla, ugonjwa umeutoa wapi sasa? Kiukweli hata mimi nilijaribu kumuuliza usiku mzima, ugonjwa umeutoa wapi, au sababu ya ile ugonjwa ni nini? Lakini akashindwa kunipa majibu yalikueleweka, na hiyo ikapelekea mpaka mimi nifanye maamuzi ya kumpatia taraka. Mmefikia mpaka kupeana taraka tena? Saba, anachoongea mwenzio ni cha kweli eh? Si unaulizwa wewe, naona na pwesa pwesa tu unazunguka raundi abauti, unatizama chini, unatafuta nyongo nyongo. Nyoka! Hmm. Ndiyo mwani ya kweli. Mbona usiku tena na mtoto tulikuwa ah, tunaelekea mgawani hapo nione kama utapata ukoko, maana hatujanatoka asubuhi. Pole ah, asante. Ningekuwa mimi ningeweza, lakini naniteza sana kuhusu Salimu. Na nakuwa apate usingizi kabisa. Nilikuwa nasubiri mume wangu atoke ndio nikuletee chakula. Asante dada, maana siku ya leo sikufanikiwa kabisa kupata hela ya kula. Ali joto tu likuwa limepanda, maana leo nimetembea naye sana juani ndio. Na pia leo nilienda kwa mamake kuongea naye lakini licha ya kumbembeleza sana amekataa kumchukua, kaka. Nilisha kwambia ni ngumu kumwaminisha mwaminisha nzi kuwa asali ni tamu kuliko uchafu. Hebu muache Sonia afanye anachokiamini. ila ipo siku atatambua thamani na umuhimu wa huyu mtoto na siku atakayeleta pua yake kuja kumfuata ndipo atanijua mimi ni nani. Acha tumlee mtoto, atakuwa tu. Umenielewa sawa, dada? Mi nimekuelewa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

Tutampigia kesho, sawa? Simu yangu aina voice hivi, mpija sasa, Sabra. amesema ili aweze kula anahitaji asikie sauti yako ikimthibitishia kwa utarudi. Hebu nomba nisaidie katika hili baba, mwambie tu kweli mtoto kama kama hapo hata ndio. Ah, sasa nisikilize Sabla, mimi nitamwambia kweli. lakini ingaa na umri wake, muda bado tumwache kwa kidogo, ndipo tuweze kumjulisha hichi kinachoendelea kati yetu. Kwa sababu nikimwambia sasa hivi na hali yake sababisha tatizo likawa kubwa zaidi. Tafadhali ab hebu fanye mtoto wako so, aweze kuona. Eh? Yasin. Je, mama amekupigia, uongee naye.

Mama yangu hivi, si ni kwa nini sijai kukuona? Yaani mpaka nimekuwa sijai kukuona mama wangu huyu. Ese... mzee, sanambie tu kama mama wangu alisha kufa mini <tipa> Samani, kaka, ni saa saba sasa, tunahitaji kufunga, baada muda umeisha. Ah, so mimi nahitaji kuendelea kuwepo hapa nipo sana. Lakini muda umeenda sana. Kwa nini shida ya kwani? Hmm. Mimi zinatumia pesa zangu. Eh, shida ya kwani? naomba uniache, sawa malizie hizo kisha tufunge Asante kwa kumuhurumia, lakini sasa hivi ni usiku sana. Kwani tusilale hapa, tuondoke asubuhi? Usijali, nimelipia hiki chumba mpaka asubuhi, kwa hiyo webaki hapa mpaka asubuhi. nimetama Wewe unataka utajiri, utayaweza masharti utajiri? Inatakiwa uwe na kaba, tena uwe jasiri na msiri pia. Nimekupa mtihani kidogo, nimekuwekea nyoka, lakini nakuona unavyojambajamba, unaachia vifurushi tu, mara vya buku, mara vya jelo mishuzi na kutoka. pwapwapwa koje odebe nnya jaba pwapwapwa. Sasa basi, utayaweza mashaliti? Nitaweza mtalamu, naomba nisaidie safi <laughs> sana. Kama utayaweza mashaliti, nahitaji umwingilie kimwili binadamu aliye chini ya miaka sita na ambaye hana dhambi, hajawahi kufanya dhambi yoyote, kisha uniletee damu yake. Mimi nitaifanyia kafara na wewe utakuwa tajiri mkubwa mm. <laughs> naenda kavue mavazi yangu ya ibada kisha Unaweza ukaenda, ila kwa sasa, wacha nimtoe huyo nyoka nimuaishe ujinini. Namuwaisha ujinini chap, kwa mwenda wa ngili mkia wa njiwa, mm. <tikos> <tikos> <tikos> Nenda katoe mavazi yangu, no, Uu, ushirikina umetawala. mm -hmm. Habari yako? Salamu salamu, marahaba. Unakumbuka mimi na wewe tushakutana kimwili? yeah, nakumbuka. Sasa basi, nilikuwa siku zangu za hatari, ulinipa ujauzito Sasa umewezaje kuruhusu hilo, wakati mimi na yeye tunafanya biashara tena? Kwa bahati mbaya. Kwa nini umefanya hivi? Najua, lakini hata sisi kuna muda tunapata ajali pia, na ndio maana nimekuita hapa. Kuna jambo nahitaji msaada. Jambo gani? Kuna hasara imetokea hapa kazini kwetu, hivyo baadhi ya wafanyakazi hatutatoa mshahara mwezi huu na mwezi ujao. Nilikuwa nahitaji unisaidie pesa, nakatoa hii nyumba Kiukweli, mimi siweza kushirikiwa. Unataka sasa mimi nifanye nini? kama kweli hiyo mimba ni ya kwangu, iache nitailea. Hebu kuwa na adabu wewe. mimi ni mkubwa sana kwako. alafu kipindi nitakachokuwa nalea mimba sitaweza kufanya kazi, nitapata wapi pesa ya kuendesha maisha yangu? Okay, tufanye kitu kimoja. mimi nitakuwa nakupa laki tano kila mwezi mpaka utakapojifungua japo katika kipindi chote mimi na wewe tutakuwa hatuna mahusiano. Sawa, la tano nitaamini vipi ukinikimbiaje? Hilo swali labda nikuuliza wewe. Nitaamini vipi kama hii mimba ni ya kwangu kweli? Hebu tuamiani basi. Hapana, mi siwezi kuwaamini wanaume. We nipe pesa tu nikatoe mimi nimesha kwambia kwamba siweze kushiriki hiyo dhambi. Kama huamini, basi twende ukaishi nyumbani kwetu mpaka pale utakapojifungua, then mtoto akikua akifikisha umri wa wa kulelewa na mzazi mmoja nitakuruhusu ajili na maisha yako Naitwa Lakitano, basi na nitakuwa nakupatia kila mwezi kama hiyo kwa wewe. Mtoto wewe usijakaja kuniingiza chafiki, nikachoka na rafiki zangu mimi he. hey. Kama uniamini basi mimi niondoke. Ile ni kuacha ushiriki wa kambi peke yako, Kumwacha mtoto, maana jua kali sana

Dad. Baba. Oh. Mwajuma. Ama kweli Mungu mkubwa, nimekutana afande msisi, nimekutafuta muda mrefu bila mafanikio. ungojaa nii mnapamana Huyu ndio mama yako mzazi aliyokuzaa, alikuacha kwangu bado mdogo sana, kwa duma. Nimemleta mtoto kwa ajili ya kuja kuona hivi ninavyoongea. Nimeanisha kitu, ila nitakuwa na utaratibu wa kuja kwa nini? Unanisha kitu, nimepandishwa cheo cheoamatklalala, lakini Mwajuma kwa nini usiunganishe na baba yake ili anapomhitaji aje amuone? Sitaki kumsikia huyo mtu tena kwa sababu alifanya mambo ya ajabu kwenye maisha yangu. Nindanaye tu kama mtoto wangu, nakuomba kama. Sawa, mimi wacha nikajiandae. Nafikiri muda wa safari ukifika nitakujulisha. Sawa, hmm. Nini hakuniambia yote haya toka mwanzo? Ina maana kumbe wewe sio baba yangu? Ndio. Ila sikutaka ulijue hili mapema. Kwa nini ukutaka kuniambia mapema mzee wangu? Ah. Kwa nini kuna nini? Tukio, kwa nini tukio baya hili? Tukio la furaha kabisa hili. Nimekutana. Ah. mekutanashara. Kwa nini kuna nini kilichotokea? Kuna nini? Nimetembea na mama wangu mbaya zaidi ni mimba ujauzito dhani. Mungu nisamee mama wangu. Alisababisha hayo yote ni baba izi kutakiwa kufanya hivyo mama wangu na pia kutokana na tezo hilo imepelekea shida katika mfumo wake wa uzazi, hivyo Sonia hutaweza kubeba tena mimba. Hivyo Sabra, kwa nini unanifanyia hivi? Nilikwambiaje kuja nyumbani kwangu bila taarifa? Unajua fika mi nakaa na mwanamke. Sikuja tukute, unahisi itakwaje? Mbona wakati unanipa maambukizi ya HIV huku nikateza nisije kwako? Kwa nini kuniambia kama umiasiri?